Nye nye amewasili, ni bwana harusi. Nitawaomba shehe wote tuweze kujongea kwenye ukumbi wa nikaa na shehe waliopika, baada ya kumfikisha bwana harusi kwenye ukumbi wa nikaabara. Asante sana. Wale mlio kosa nafasi ya kuketi kwenye jukwaa, naomba kuondoka na kuchukua nafasi zenu kwenye hema ili nasi wengine kwenye hema tuweze kushuhudia shughuli hii ya nikaa. Na waomba muweze kuketi kina dada kwenye hema la kina dada. Shughuli itakayoendelea muda mfupi baada ya sasa ni shughuli ya nikaa. Sasa ndugu zangu, kwa heshima, kuwe na mawali upande wa Biyarusi, wali au yule ambaye anasimamia mzee wake ndiye anatakana kutoa ruksa kwamba binti yake amekubali na anafaa kuoleka. Cha pili ambacho kinachofuata ni kwamba lazima bwana na biarusi wawe waliwasiliana kukubaliana kwa maneno ya mahari. Katika Uislamu sisi hatuna maneno mengine kwamba ng'ombe zipigwe zipeleke kwa kina bibi, sijui kuna nini. Eh, anastahili kusema mahari yake yatakuwa ni kiasi gani. Na baadhi ya dada zetu ambao wamesoma kiasi cha haja, mahari wanaweza taja kitu chochote kile. Kuna yule ambaye anakuambia anataka tu mkeka, anataka tu, mkeka, anataka tu kumpe msafu kitabu cha Qurani na, na mahari yake imetosha. Kuna yule atakayesema mimi baba alinisomesha kanifikisha bwana cruise ship, itakuwa ni lazima afanye nini mpaka aitoe. Lakini mahari ni kuelewana, na mahari, ndugu zetu wavilana ambao mko hapa, yafaamuelewe kwamba hiki kwa saizi mme anaweza toa rubuni kama labda msichana amesema anataka mahari shilingi elfu ishirini na mume amekubali kumpa shilingi elfu mbili kwa saizi pia yatosha. Lakini kabla mauti haija kujia mme shughuli hii itambidi kutoka na kwenda kuona bi harusi, kuthibitisha maneno ya bwana harusi kwamba walielewana mahari kiasi fulani kwamba kimetolewa kiasi fulani, na kwamba Bi harusi naye pia ameridhika na, na shughuli ambayo inaendelea. Na tukirudi hapa, watasomewa Qur'an, watasomewa mawaidha, wataelezwa jinsi ya kuishi katika nyumba, na sherehe yetu ya nikaa itakuwa imekamilika. Mambo mengine mengi ambayo mnaona eh, tumepamba tumepambapamba, hiyo ni ya kupamba tu, harusi si lazima Tusije ndugu zetu wa vulana tukaogopa kufanya harusi kwamba labda inahitaji mambo mengine makubwa. La sivyo, hii ni kufanikisha tu na kupamba harusi ionekane jinsi ilivyo, okay, na hii shughuli ambayo inaendelea. Ustadh Abas, karibu.

wa qabaila litaarafu inna akramakum indallahi atqakum. Tukimshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, no, ambao wa tunakuja kusherehekea na yetu yetu, wakati kama huu, saa kama hii, katika mji huu, shughuli ambayo ilipangwa kwa siku nyingi na leo alhamdulillah, imefika kilele chake. Yote haya ni majaliwa ya Rahmani, na lazima sote tuseme alhamdulillah, kwa sababu ya heshima ya baba yetu. Wallahi, hapa ni pa furaha tu, hata la kusema saa linapotea, lakini nokta moja tu kutoka ndani ya sura maarufu kipenge kidogo tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia ametuumba sisi wanaume na wanawake, kisha akatujalia katika matabaka na mataifa na makabila ambazo zinauiana, zinaingiliana, kuweza kutimisha kauli ile ya Mwenyezi Mungu kwamba kutuweka sisi kabila lingine na kuleta kabila lingine. Hiyo ndo suna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Na suna hizi kwa hakika lazima zinakuwa ni zenye kulindwa, kususan kwa wale ambao kwamba ni maharusi. Kitizama nyakati ambazo watu wamesafiri, watu wamekuja mpaka hapa, wameacha shighali mbalimbali, wameacha, wameomba nyudhuru mbalimbali, kuja kwa shughuli kwa jukumu kama hili ni suala moja la nidhamu ya hali ya juu sana. Baada ya hapa, ndo kuna kazi. Saa hizi tutasherekea, tutaenda zetu, lakini baada ya hapa, familia mbili zifahamu, zimekwisha kuingiliwa na kazi, kazi ya kutunza hii sherehe ya leo. Na kwa mabiharusi wetu na bwana harusi, tufahamu kabisa tunaingia ndani ya chuo ambacho tunapewa stakabadhi yake certificate, kabla hatujasoma masomo yote. Tunasoma, tunahitimu kwanza, ndo tunapewa cheti. Lakini leo tunapewa cheti kabla hatujaingia darasani kusoma. Hii ni challenge, kwa sababu ni suala la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingi shughuli kama hizi zikifanyika, tukisha rudi kule nyumbani, maisha yanaanza unakuta sisi tuliokuja hapa tulikuja tu kusherehekea na kwenda, ile furaha tulikuwa nayo inakosekana katika ile nyumba ambapo kwamba tunaijenga au tunaileta leo na kwa familia mbili. Allah ametueleza vizuri, inna akramakum indallahi atqakum, yule atakayekuwa mbora wenu ambaye atapata cheti cha juu ni yule atafanya kumcha. Familia zikifika mahali kama hapa, zimeungana familia ya kutoka Mumiasi na familia ya kutoka Busia, tuwekeni uchaji Mungu katika suala hili leo. Tunaona katika mitandao zetu watu wanaingia kufanya shughuli kama hii, ule uchaji Mungu baadaye unapotea. Na uchaji Mungu kisha kupotea, unakuta watu inabidi kila mtu atafute njia yake. Sisi tumekuja kwa sababu tumependa kuoa katika mji huu na tumependa kuchukua bibi katika mji huu au mke kutoka mji huu, naye mke pia amependa kupata bwana kutoka kwa mji wa pili, tuweze kudumisha mahaba haya na yaendelee, kwa sababu katika kuunganika sisi hapa tuna yale matarajio tuko nayo. Kwa bwana harusi, uelewe kwamba kuanza sasa, unaanza kutoka katika chama tofauti, unaingia katika chama kingine. Chama kipi? Chama cha watu wazima chama cha watu wazima kina sheria. Pamoja na wewe ukiwa ni mwanasheria huko nako, kuna sheria zake, na sheria zile zikiheshimiwa, basi sheria ya leo itakuwa ni madhubuti na itakuwa ni yenye kusifika, hata tukiweka kwenye vyombo vyetu. Maanake wengi tukitizama kushoto kulia, kamera zinafanya kazi, kila mtu anataka kuweka kumbukumbu kwamba shughuli hii ilikuwa vipi na maajabu ya ajabu yake, anayeolewa kitinda mimba, anayeoa kitinda mimba, yaani imeingia mahala yake tu. Sasa ni kwenda kulindwa. Hii ndo tunasema zile principles muhimu za marriage tuweze kuziangalia. Hakuna katika sisi amejaribu maisha, tutasema leo anakwenda nyumbani, tuende chukuane kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia kwa kutuambia ajalia baina yetu mapenzi mawada ya kudumishana. Nyumba inataka mawada tu, inataka mapenzi ya kutosha, watu wakiendelesha na mbele, pamoja na vyeo vyetu, pamoja na kazi zetu, pamoja na ule usharafu tuko nao. Nyumba haina misuli, nyumba haina akili, kwamba kusema mimi nina digri sita kwa hivyo naweza kuendesha nyumba au mimi na PhD naweza kuendesha nyumba. Hakuna hiyo, nyumba inataka moyo tu kwa kujituma, inataka mapenzi na huruma, kama vile alivyojaalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyotufundisha, mtu kuoa ndio ameanza safari yake ya kuingia Peponi ama ndio ameanza safari yake ya kuingia Jahannam. Vile vile mwanamke ameolewa ndipo ameanza safari yake kuingia peponi au ameanza safari yake ya kuingia jahannam. Ndo hapa unakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhisia sisi, akatwambia ni mmegani ambaye ametoa sadaka kwa kila siku? Ni yule ambaye kwamba ametembea barabarani akiwagawia watoto ama akipeana misikiti akitembea? Akasema la, ni yule ambaye kwamba anfaqa shay ametoa kitu li ahli kupeana katika familia yake, kwa sababu ya matumizi yaliyo baina yao. Amemtoa swadaka kwake kwa sababu ya kutaka nini? Kupata fadhila kutoka ndani ya nyumba yake yeye. Kwa hivyo sisi tumekuja, na sitaki nizungumze zaidi hapa, ya hapa. Mungu aitie baraka mwanzo wake na hadi kikomo chake, inshaallah. Wallahu aalam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa wabarakatu Nafikiri ni wakati wa furaha sana, ila cha ajabu bwana harusi amefika mpaka kuketi, lakini vigelegele vya kina mama hatujasikia. Tupatieni tusikie, au kuna wivu? Jamaa <tipati> siku jama <tipati> moja, mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walienda kwenye harusi. Waliporudi Mtume akamuuliza, mmefanyaje huko? wakasema tumempeleka kimya kimya tu. Mtumi akawambia hapana, mumekosea. Kila kitu kina nafasi yake, na mtumi akawafundisha kaswida ya harusi. Aswa kutosoma ndo tunasema bida, Mungu atusamee. Nafikiri tukiingia kwenye hii program, mwanzo kabisa tutaanza na Qurani mata yasara minha, kwa sababu Mungu kwanza, baada yake mtumi, baada yake nafsi zetu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tutasomea Qur'ani matayasara minha. Aa, na kijana wanafunzi wetu kijana chetu Aa, Ali Ismail matayasara, japokuwa ni aya tatu kwa nne. Baada yake tunao wageni wazito ambao tuko nao hapa. Tunayo Regional Supreme Qadhi wa Eastern Uganda, tuko naye hapa na tuko naye naibu mufti wa kwetu huku Kenya anayewakilisha Western mzima, kwa mufti wa Kenya Maulana Sheikh Saadallah. Hawa tumeafikiana sote kwa jumla watatosha kutuwakilisha kwenye mazungumzo. Sisi wa Busia tumekubali, wa Uganda hatuwakilishe sote, na wa Kenya wamekubali. anapokuwa mufti hakuna shehe anapokuwa mufti hakuna shekhe, na tuko radhi na hali kama hii. Bila ya kupoteza muda, Ali ndio hapa na kiti chako kwa mbele hapa, kwa sababu nafasi ya kuketi hapa ni ndogo, au waweza kuketi pale mukabala na bwana harusi.